Karibuni tena. Leo tunaingia kwenye mada nzito. Tunataka kuchora ramani, yaani kuweka wazi matukio ya mwisho hatua kwa hatua. Tutaanzia pale kwenye dhiki kuu hadi ujio wa pili wenyewe. Lengo letu ni rahisi, kuleta uwazi. Unajua, kuna maoni mengi sana kuhusu siku za mwisho, inachanganya kidogo, si ndio? Sasa swali ni je, katikati ya yote haya Biblia inatupa ramani iliyo wazi? Hilo ndilo swali kubwa tutakalojaribu kulijibu leo. Maandiko yatakuwa kama dira yetu. Okay. Kwa haraka haraka, haya ndiyo tutakayopitia. Tutaanzia na uthibitisho kamili, kisha tutaangalia ule mfuatano wa mabakuli saba. Baada ya hapo, ishara za mbinguni na mtetemeko wake. Halafu tutaona jinsi watu watakavyopokea ujio wenyewe kutakuwa na mitikio miwili tofauti kabisa. Pia tutaangalia opereshen ya mwisho wa uokoaji na kumalizia na sababu ya matumaini. Sawa basi tuanze na sehemu ya kwanza. Kabla hatujazama kwenye matukio yenyewe, ni muhimu sana kuweka msingi kwanza, yaani vigezo ni vipi, maandiko yanasemaje, ili tuweze kutofautisha kati ya ukweli na uongo kuhusu ujio wa pili. Na hapa kuna jambo la msingi kabisa. Biblia iko wazi sana kuhusu hili hakuna anayejua siku wala saa hilo halina mjadala lakini na hili ni lakini kubwa inatupa vitu viwili muhimu sana kwanza majira ya jumla yaani lini kwa mapana na pili namna mahususi yaani jinsi gani itakavyokuwa hivi viwili ni kama kinga yetu dhidi ya upotoshaji sasa hii inamaanisha nini hasa maana yake ni rahisi na iko wazi sana Ujio wa pili hautakuwa tukio la kificho, yaani siyo jambo la kutokea pembeni au kwa kikundi kidogo cha watu. La hasha, litakuwa ni tukio la dunia nzima kushuhudia. Fikiria umeme unavyomulika kutoka upande mmoja wa anga hadi mwingine, ndivyo itakavyokuwa, kila jicho litamwona. Kwa hiyo ukisikia mtu anasema vinginevyo, maandiko yanasema huo ni uongo Okay. Sasa kwa kuwa tumeweka msingi huo imara, hebu tuzame ndani ya dhiki kuu yenyewe. Vyanzo tunavyotumia vinaeleza kipindi hiki kama mfululizo wa matukio makali sana ambayo yanafika kileleni na kitu kinachoitwa hukumu za mabakuli saba. Hebu tuangalie jedwali hili, linaonyesha mfuatano huu unaotisha kweli. Angalia jinsi mambo yanavyozidi kwa mabaya, bakuli baada ya bakuli. Tunaanza na majipu duniani, kisha bahari na mito vinageuka damu. Fikiria hilo halafu jua linakuwa kali na kuwachoma watu, na kisha giza totoro linaingia. Kila hukumu inaongeza ukali na kuandaa njia kwa inayofuata. Ni mfululizo wa matukio yaliyopangwa. Ok, na hapa sasa, kuna dokezo muhimu sana ambalo watu wengi sana hulipita. Swali ni katikati ya mabakuli haya saba, ujio wa pili unatokea lini hasa? Wengi wanaweza kudhani ni baada ya yote kuisha, lakini hapana Vyanzo vyetu vinaweka wazi tukio hili kubwa linatokea wakati wa hukumu ya bakuli la sita. Hili ni jambo la msingi kuelewa. Ebu tuiangalie kama operesheni ya uokoaji iliyopangwa kimkakati. Hivi ndivyo inavyotokea: giza la bakuli la tano linapita, kisha wakati wa bakuli la sita majeshi yote ya dunia yanakusanyika kwa ajili ya vita vya mwisho, Armagedoni. Na hapo ndipo, katikati ya maandalizi hayo, Bwana anarudi anatokea kuwaokoa watu wake kabla tu ya lile pigo la mwisho kabisa, yaani bakuli la saba, ambalo litaleta uharibifu kamili wa sayari. Na sasa fikiria hili: kabla tu hajaonekana mbingu zenyewe zitaanza kutoa ishara. Hapa hatuzungumzii dhoruba ya kawaida au tetemeko la ardhi la. Hili ni tangazo kutoka kwenye ulimwengu wenyewe, kama vile utangulizi mkuu kabla ya mfalme kuingia. Jaribu kuwazia hili kwa muda. Sio tu dunia itakayotikisika, tunazungumzia ulimwengu mzima. Ghafla jua linatiwa giza, mwezi unakosa mwanga wake, na nyota zinaonekana kuanguka kutoka angani. Yaani ni kama mfumo mzima wa uumbaji unatikiswa. Hii ni ishara tosha kwamba utaratibu wa zamani umefikia mwisho wake. Na sio tu mambo ya kuona, kutakuwa na sauti pia sauti kutoka mbinguni, sauti ya amri, sauti ya malaika mkuu na mlio wa tarumbeta ya Mungu. Yaani itakuwa ni sauti ambayo haiwezi kupuuzwa na yeyote, tangazo la wazi kwamba wakati umefika. Sasa unaweza kujiuliza, kwa nini mtikisiko huu wote? Nukuu hii kutoka Waebrania inatupa jibu zuri sana: lengo ni kuondoa vitu vyote vinavyoweza kutikisika Yaani ulimwengu huu wa muda, ili kile kisichoweza kutikisika, yaani ufalme wa milele wa Mungu, kibaki imara. Ni kama kusafisha njia kwa ajili ya kitu cha kudumu. Basi fikiria tukio lenyewe. Ishara inaonekana angani, na hapo hapo duniani kitu cha ajabu kinatokea. Ubinadamu wote unagawanyika mara moja katika makundi mawili tofauti kabisa. Mgawanyiko huu hautegemei utajiri cheo wala umaarufu. Unategemea kitu kimoja tu: jinsi wanavyoitikia kile wanachokiona. Na tofauti kati ya makundi haya mawili ni kama usiku na mchana. Kwa upande mmoja, una kundi la watu wanaoomboleza, yaani wafalme, majenerali, matajiri; wote wanakimbilia kujificha kwenye mapango kwa hofu ya kutisha. Halafu kwa upande mwingine, una bibi harusi mtukufu. Hawa ni watakatifu wao hawajifichi, wanatazama juu kwa furaha na mshangao, wakimkaribisha Bwana waliokuwa wakimsubiri. Sasa unakumbuka ile operesheni ya uokoaji tulioitaja? Hapa ndipo inapotokea. Wakati ule ule anapotokea angani, amri inatoka kwa ajili ya mkusanyiko wa mwisho. Ni jambo la haraka sana na la muhimu mno, kwa sababu linafanyika kabla tu ya ile hukumu ya mwisho kabisa haijaiangukia dunia. Na jinsi inavyotokea ni kwa namna ya ajabu sana. Kwanza kabisa, wale waliokufa wakiwa katika imani wanafufuka kutoka makaburini. Kisha wale waliohai wakati huo, wao hawafi, wanabadilishwa papo hapo kwa kufumba na kufumbua macho. Na hatimaye, makundi yote mawili waliofufuliwa na waliobadilishwa, wote wananyakuliwa pamoja juu mawinguni. Labda unajiuliza, kwa nini hewani? Je, kuna sababu maalumu? Ndio, kuna sababu kubwa sana. Hewa inakuwa kama eneo salama, kimbilio. Kwa sababu wakati wao wanakutana na Bwana hewani huku chini duniani, hukumu ya mwisho ile ya bakuli la saba inakuwa inamiminwa na kuleta uharibifu kamili. Kwa hiyo wao wanakuwa wameepushwa na yote hayo. Vyanzo vyetu vinatumia mfano mzuri sana kuelezea hili. Ni kama safina ya Nuhu. Kumbuka jinsi Mungu alivyomwingiza Nuhu na familia yake ndani ya safina kabla ya gharika kuja. Vivyo hivyo, ndivyo itakavyokuwa hii. Hewa inakuwa kama safina takatifu, mahali pa usalama, ambapo Mungu anawakusanya wa watu wake kabla ya hukumu ya mwisho. Okay, sasa, baada ya kupitia ramani hii yote, tunabaki na nini? Kwa mtazamo wa kwanza inaweza kuonekana kama hadithi ya kutisha, na kwa ulimwengu ndivyo ilivyo. Lakini vyanzo vyetu vinasisitiza jambo moja muhimu sana kwa muumini: hii siyo hadithi ya hofu, ni hadithi ya matumaini. Na hili ndilo la muhimu kulishika kwa watakatifu: ile siku ya Bwana siyo siku ya hukumu ya kuogopa. Kinyume chake kabisa, ni siku kuu ya baraka. Ni siku ya muungano wa milele na Kristo. Yaani ni mwisho wa shida zote na mwanzo wa utukufu usio na mwisho. Kwa hiyo ujumbe wa mwisho tunaopata ni huu. Badala ya kuishi kwa hofu, tukitazama matukio ya dunia kwa wasiwasi, tunaalikwa kuishi kwa furaha ya matarajio. Kuishi kama bibi harusi anayejiandaa kwa shauku kumwona bwana harusi wake, huku tukijua fika kwamba kuna ahadi ya ulinzi na uokoaji wa mwisho. Basi, tunapofika mwisho, ningependa kukuachia swali hili la kutafakari. Baada ya kuona ramani hii yote, unahisi nini? Inakuletea hofu au inakupa matumaini? Jibu lako kwa swali hili linasema mengi.